Kwa jina ninaitwa Sister Ernestina Lwanyamkaga, mwalimu mkuu shule ya Ntoma Lutheran Primary School, ni shule ya kanisa. Napenda kuwaletea habari njema juu ya shughuli inayofanyika katika shule yetu. Katika mtihani wetu wa mock tulioufanya darasa la saba 2025 watoto wetu wamefanya vizuri sana. Watoto tumeshika namba moja kiwilaya, kati ya shule mia moja hamsini na nne katika wilaya ya Bukoba vijijini. Nipende kumshukuru sana au kuushukuru sana uongozi wa diocese jinsi tunavyoshikamana, lakini pia niendelee kuwashukuru wazazi pamoja na walezi wanaotuamini kwa ajili ya kuwaleta watoto wao ili tuendelee kuwafundisha na kuwaelekeza vizuri. Nipende kuishukuru serikali yetu ambayo pia a, inaendelea pia pamoja nasi inatushika mkono tunaendelea kufanya kazi kwa furaha. Sasa ni watangazie habari ya nafasi katika shule yetu. Nafasi ipo, maombi ni mengi sana, lakini tunaomba tufanye haraka haraka kwa ajili ya kujipatia nafasi kwa ajili ya malezi ya watoto wetu. Mungu awabariki sana na karibu.